Burudani: rapa mashuhuri kutoka Marekani, Rick Ross ameweka wazi namna ambavyo safari ya kisanii ya Davido, mmoja wa nyota wakubwa wa afrobeat kutoka Nigeria, imekuwa na mchango mkubwa katika kuutengeneza mwelekeo mpya wa kazi zake za muziki. Katika maelezo yake ya hivi karibuni, Ross amesema kuwa kuna nguvu ya pekee ndani ya sauti ya Davido, nguvu inayoongeza upekee na ubora katika muziki wa kizazi hiki. Kwa mujibu wa Ross, kile ambacho Davido anakifanya kwenye jukwaa la kimataifa hakionyeshi tu umahiri wake bali pia kinaibeba Afrika kwa namna ya kipekee. Rick Ross amesisitiza kuwa ameendelea kuvutiwa na uthabiti wa Davido ambaye kwa zaidi ya miaka kadhaa ameweka jitihada za kiwango cha juu katika kuboresha sanaa yake na kusukuma mipaka ya muziki wa Afrobeat. Amesema kuwa kila mara anapofuatilia kazi mpya za msanii huyo anakumbusha umuhimu wa kuwa mbunifu, kuamini ubora wako na kutafuta njia mpya za kukua katika tasnia yenye ushindani mkubwa duniani. Zaidi ya hayo, Ross amesema kuwa kile kinachoonekana sasa kama wimbi la mafanikio ya muziki wa Kiafrika duniani hakikutokea kwa bahati nasibu. Ni matokeo ya juhudi za wasanii kama Davido ambao wameweka muda, nguvu na ubunifu wa hali ya juu ili kuhakikisha muziki wa bara la Afrika unasikika na kuheshimika katika majukwaa ya kimataifa. Anasema kuwa mchango wa Davido umeleta msisimko mpya ambao unawafanya wasanii wa mataifa mbalimbali kufuatilia kwa ukaribu misingi na ubunifu wa Afrobeat. Katika maelezo yake, Rick Ross amesisitiza kuwa ushirikiano kati ya wasanii wa bara la Afrika na wale wa Marekani unaendelea kuwa ishara njema ya kuongezeka kwa ushawishi wa muziki wa Kiafrika duniani. Ameongeza kuwa ushawishi huo unazidi kukua kila mwaka na kwamba safari ya Davido imekuwa moja ya vyanzo muhimu vinavyosukuma wimbi hilo. Amehitimisha kwa kusema kuwa kama kuna sauti moja kutoka bara la Afrika inayozidi kubadilisha jinsi dunia inavyoangalia muziki wa sasa, basi Davido anastahili kuwa miongoni mwao. Kwa maneno yake, Rick Ross anaamini kuwa safari yao ya kimuziki bado ina hatua nyingi zaidi mbele, na anaona uwezekano wa mafanikio makubwa zaidi kupitia ubunifu na ushirikiano wasani wa wasanii wa bara mbili.